Yako mambo mawili ambayo huwa yanayechochea sira ya Mungu kinyume cha mtu, nayo mambo tutaona kwenye kitabu cha Amos sura ya kwanza mstari wa kumi na moja. Hapo yameandikwa makosa matatu lakini hapo mimi nitaelezea makosa uh, mawili. Haleluya. Okay. Amos sura ya kwanza mstari wa kwa kumi na moja, nasema, anasema haya ndiyo asemayo Bwana kwa makosa matatu ya Edom naam, kwa manne sitaizuia ghadhabu yake isimpate, kwa sababu alimfuatia ya ndugu yake kwa upanga, akatupilia mbali huruma zake zote, hasira yake ikararua rarua daima, akashika ghadhabu yake milele. Lakini nitapeleka moto juu ya Teman, nao utateketeza majumba ya Bosra Anaisos hasa, kuna mambo mawili hapa ambayo naona, huyu Esau alikuwa ni ndugu yake Yakobo. Sasa undugu sisi na utemu kwenye maeneo yapi na yapi? Undugu akuwa undugu wa damu, labda tuseme eneo la kwanza. Undugu wa pili ni undugu wa majirani. Eh, majirani pale, waliokuzunguka walio karibu na wewe, ambao jambo likikupata wanashiriki msiba wako, wanashiriki kilio chako, wanashiriki furaha yako, au ni ndugu zako. Lakini pia ndugu zako wengine ni wale ambao yamkini mnafanya kazi ofisi moja, mnafanya kazi biashara, uh, soko moja hivo, au ni ndugu zako pia. Lakini pia uh, au ni ndugu zako pia ambao mara nyingine ukiwa na harusi utawashirikisha na watatoa michango lakini pia kuna ndugu wengine ambao yamkini Mungu anao kama ndoa hivo au yoyote ulioikulala naye, kwa ulimwengu wa roho huyo ni ndugu yako. <laughs> okay. so na mengine lakini pia uh, kingine cha muhimu zaidi, ndugu zako ni wale ambao mna imani moja. Mfano kama ni watu ambao wameokoka au ni Wakristo, ninyi mna imani moja au ni ndugu your brothers. Okay. Hasa makosa haya ni yapi ambayo nitazungumzia hapo? Kosa la kwanza ambalo nitazungumzia kutokea hapo ni kutafuta kumfanyia ndugu yako ubaya, kutafuta kumfanyia ndugu yako ubaya kwa kudhamiria kabisa. Kuna watu ambao wa wanadhamiria ndani ya mioyo yao ya, ya kwamba lazima nimfanyie kitu, lazima. Na wakiamuaga hawarudi nyuma Yani, mpaka jambo litokee ndo atatulia, ndo atafurahi, atashangilia. Kuna mtu anaweza kusema mfano kuna verses kama hivi e, eh, mfano mtu anaweza kusema kwamba nitadili naye mpaka mwisho, mpaka nitambue mimi ni nani. Hizo lugha huwa zinachochea asira ya Mungu, zinachochea asira ya Mungu. Kwa sababu kisasi, ya Mungu, kwa sababu kisasi ni juu ya Mungu, imeandikwa hivyo. Lakini ukisema nitadili naye, nitamwonyesha mimi ni nani mpaka hey, mwisho mpaka elewe mimi ni nani. Kuna mwingine anasema lazima nimfanyie kitu ambacho hata sawa. Hizo <tosimit> <tosimit> ni lugha mba mbaya ambazo zinamfanya Mungu ainuke kinyume chako. Asema, unadhani mimi ni shangazi yako? umezoea wengine. He, ila sio hapa, taka nikuonesha ya kwamba mimi sio shangazi yako na ile kuzoea zoea watu anitambua najua kwamba mazoea mimi sipendi. Kuna ile ku kutaka kumfanyia mtu ubaya kwa kudhamiria, ni ndugu yako amkini, mwingine unamsingizia tu, yani unataka kumuumiza tu, yani kwa yani hivo, yaani ubaya fulani tu unaufanya kwa mtu, aja kufanyia makosa, lakini unamfanyia tu ubaya, unalazimishia ubaya kwa mtu, is very bad very wrong sio nzuri, na inaleta na kuchochea hasira ya Mungu juu ya maisha ya mtu. Kwa kuna mwingine nmwingine uh, anahakikisha kabisa mwenzake mpaka maumia mpaka mwenzake amelia hivyo, mpaka mwenzake maumivu ya moyo, majeraha, mpaka anamwacha mwenzake anakuwa amemchosha ao anakua memchosha politician yue, dila chochote unachokifanya jambo lo lolote unalifanya baya kwa mwenzako, iwe ni jirani iwe ni ndugu, Mungu huwa anachukua hiyo project, alafu anaanza kushughulika naye yeye mwenyewe, na Mungu huwa asahau hiyo jambo. Napaswa kulifahamu kwamba Mungu huwa asahau, na hata kama asahau kile ambacho unamfanyia mwenzako kwa kukusudia na kudhamiria, sipotubu, Mungu huwa asahau. Mungu huwa asahau. Unaona hapa anaongea kwa Amos, ataongea tena kwa kwa kwa ataongea tena kwa host. Kwa nani huyu? Kwa Obadia. Ataongea tena kwa Obadia sura ya kwanza mstari wa kumi. Anasema kwa sababu ya udhalimu uliotendea ndugu yako Yakobo, aibu itakufunika na utakatiliwa mbali hata milele. Unaona bado anadili na Esau. Ukienda kwenye kitabu cha Yeremia I think uh, chapter 20, uh, 49 utaona pale Mungu bado anadili na Esau. Mungu huwa hasahau. Asaugi. Usiendekeze ubaya kwenye maisha ya watu wengine wala usioneshe ubaya kwa kwenye maisha ya watu. Ni mbaya sana hasa kwa ndugu zako kama ilivyokuwa kwa Esau kwa Yakobo. Jambo la pili, kuishika ghadhabu, kuishika ghadhabu. Kuishika ghadhabu, kuishika ghadhabu maana yake ni kushikilia mambo. Kwamba alisho nifanyie hivi, lazima nilipize kisasi. Haye, kutokusamea. Kutokuachilia, kutokusahau, yani kuhakikisha unakamilisha kampango kaovu juu ya ndugu yako, hiyo ni kuishika ghadhabu. Yani, kuna mtu yani kila wakati hajawahi kuachilia kile kitu ambacho amkini amewahi kufanyiwa. Hajawahi kusamehe, yani ameshikilia ghadhabu. Hajawahi kuachilia, siku zote yani anakuwa anatamani apate nafasi, yani huyu mtu anatafuta kafursa ili aweze kulipiza kafursa naye fursa nakumbuka, kwa habari ya Absalom alivyomtendea uh, Amnon ilipita zaidi ya miaka miwili, wakati Amnon amemfanyia uh, umbo lake Absalom, uh, amembaka amemwingilia hivyo hivyo uh, kwa kumlazimisha, then tunaona Absalom alikaa kama vile ametulia miaka miwili, kama vile amesahau, una siku akawaalika <laughs> ili waende mahali fulani wakale hivyo watoto wa Daudi. Kumbe alikuwa ametarget kulipiza kisasi. Fikiria mtu amekaa na kisasi kwa miaka miwili, anatafuta tu fursa ya kufanya ule ubaya, ya kukamilisha ile kampango ka kisasi ambacho alikuwa amekaa. Ameka kusudia tangu day one. Tamari anafanywa kitu kibaya na Amnon. Absalomu alikuwa ameuliweka hilo moyo. Absalomu anamwambia ndugu yake, mdogo wake ya kwamba usilitie moyoni, lakini yeye alitoka nalo akaliweka moyoni for two years. Huo ni ubaya. Yani Mungu huwa aache kulipiza kisasi. Yani Mungu atasidili na wewe vizuri sana, so jitahidi kwa kadiri uwezavyo. Kama watu wakitendea mabaya, samehe, sahau, weka mbali. Ukiona una struggle kufanya hivyo, ujue Yesu yuko ndani yako, Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Watu ambao Roho Mtakatifu yumo ndani yao huwa kuna faraja ya Mungu itawasaidia tu kuyabeba hayo mambo, na hata kama kuna taratibu zingine ambazo zinapaswa kufanyika zitafanyika, lakini kwa uzuri, na Mungu mwenyewe atasimama kulipiza kisasi kama yule mtu hata, hata, hata, hata tubu. So kuna mambo mengine yaachilie, halafu Mungu, ya Mungu afanye kazi mwenyewe. Vengeance is of the Lord, kisasi ni juu ya Bwana, sio juu yako ye. Ukifanya kisasi, eh, utakuwa umeingilia jukumu kubwa la Mungu sana, na Mungu atakuacha, ataanza kukugeuka, na ataanza kufikiria huyu ni, ni Yakobo aliibaga. Maanake Mungu alipaswa kudili na Yakobo, lakini huyu huyu aliyeibiwa alipowaza mabaya kinyume cha cha cha cha cha, cha ndugu yake, Mungu akamwokoa huyu aliyeiba alafu akaanza kudili na yule aliyeibiwa. Ilipaswa Mungu adili na huyu aliyeiba. Lakini kwa nini adili na yule aliyeibiwa? Eh, aliyeumizwa. Kwa nini? Kwa sababu hakusamehe. Kwa wakati mwingine unaumizwa eh, na uachili na unakuwa unawaza kufanya jambo baya, Mungu ana anaelekeza ana, ana adhabu kwako. Pamoja na kwamba umeumizwa, Mungu anarudi tena kupigana na wewe. Fikiria. Na Mungu akianza kupigana na wewe utashinda. O so, kuna baadhi ya mambo hizo kesi, achilia. Uwe ni mtu maokoka ujaokoka, haya mambo yaweke pembeni. Hii sio saizi yako, hii ni project ya Mungu kulipiza kisasa. Mungu akusaidie. Amen.